ziwanda kupitia ukurasa wake e, wa Instagram ameweza kupost picha pamoja na mmoja kati ya wamama. Sasa inasadikika kwamba huyu ni mama yake mzazi pamoja na mtoto mmoja hivi, lakini kuna ujumbe ambao ameweza kuandika kupitia ukurasa huo huo wa Instagram baada ya kuweza kupost hiyo picha e, kwenye uwanja wa caption pale aliweza kuandika ujumbe ambao unasomeka hivi: kuna ujinga na upumbavu niliufanya kwa kutokujielewa, mimi ni nani kwenye jamii na watu watanisikilizaji watanipoke, watanipokea vipi maneno yangu yatakayodumu miaka yote hata kwenye kizazi changu. Kweli nakiri, nilikose, eh, nakiri kukosea sana sana, eh, maana ile ilikuwa zaidi ya matusi kwa wazazi wangu na ndugu zangu bila kusahau mashabiki, mashabiki na wadau kijana kijana wenu nimekosea sana sana sana sana, eh, hasa eh, kwa mama yangu mzazi naomba, eh, unisamehe. Sitarudia tena mama yangu, nakupenda sana. Sasa ujumbe ambao Nuhu Mziwanda ambao ameweza kuandika ndio huo hapo, ambao ameweza kuzua mijadala mingi sana kwenye mitandao ya kijamii, kwamba ni kitu gani ambacho pengine labda Nuhu Mziwanda alish kukifanya kilicho ibua eh, eh, bana eh, yeye kuweza kuandika jambo hili siku ya leo. Sasa watu wengine wakiendelea kuconnect, labda pengine kuhusiana na mahusiano baina yake yeye pamoja na Shilole way back kipindi ambacho alikuwa na date pamoja na mwanadada huyo ambaye kwa sasa hivi ni mfanyabiashara lakini pia ni mwanamuziki. Sasa nikitaka nikurudishe tu nyuma kidogo ni kwamba Nuhu Mziwanda yeye katika mafanikio ambayo aliweza kuyapata ni kupitia mwanamuziki, ambaye ni sasa hivi e, pia ni mfanyabiashara Shilole, ambapo mahusiano yao sasa Nuhu Mziwanda alikuwa kwenye uhusiano pamoja na e, Shilole ambapo waliweza kutoa hata pia wimbo wa pamoja ambao ulikuwa unafahamika kwa jina la Ganda la Ndizi tano, baada ya kuweza kuachana, jikita aliweza kujikita zaidi kwenye masuala mazima ya kuimba muziki bila kutegemea kiki, na alishia kunukuliwa akisema kwamba sasa nataka nikomae e, kwenye kazi yangu ya muziki e, kiki za kijinga hazina faida. Huo ndio ujumbe ambao alishawai kuzungumza Nuhu Mziwanda, baada ya kuweza kuachana pamoja na Shilole, na walikuwa wanaonekana kabisa, mahusiano yao yalikuwa yanaendelea kuzungumzwa sana kwenye mitandao ya kijamii ikiwa inakadiriwa kwamba Nuhu Mziwanda ni mdogo, lakini Shilole ni mkubwa. Sasa e, katika mafanikio ambayo Nuhu Mziwanda aliweza kuyapata kwenye masuala mazima muziki, kabla ya ukimya ambao sasa hivi unaonekana, ndio jambo ambalo mashabiki wengi sana wanamshambulia kila ujumbe ambao atakaoutoa, aidha kama labda pengine ni maoni yake binafsi, wanaonekana kumponda, kumuona kabisa kama ni mmoja wasanii ambao wamepotea kwenye game, lakini hapo awali ashi kufanya makubwa. Nyimbo maarufu ambazo ashai kuzifanya e, ni kama vile Jikoshupa mwaka 2016 aliyoweza kumshirikisha Alikiba, lakini pia Mama Ntilie mwaka 2020 na e, na, na Shilole ya mwaka 2021. Pia alitoa wimbo wa Magufuli mwaka 2021 na e bana, kwa heshima ambayo e, aliweza kuitoa ya wimbo wa Magufuli John Pombe Magufuli, iliweza kumpatia pia e, nafasi moja hivi kuonekana kabisa kama ni moja kati ya wasanii ambao wana uzalendo katika nchi yao, lakini pia alionekana kwamba ni moja kati ya watu ambao e, alikuwa pamoja kabisa na wanasiasa. Baada ya wimbo huu e, bana kuweza kutoka, lakini pia e, kuendelea kupigwa katika pande tofauti tofauti, ipi pamoja na e, ipi, pamoja na ushirikiano aliweza kuitoa, aliweza kutoa e, ipi ya aliweza kutoa EP mwaka 2020 ambapo EP ya kwanza iliyokuwa inafahamika kwa jina la Wonders yenye nyimbo sita, ambapo aliweza kushirikiana pamoja na wasanii wakali kina manoma kutoka hapa nchini Tanzania eh, kama vile Bilnasi, Mauasama, Mayunga lakini pia Vanilla, Young Lunya pia alikuwepo mule ndani kwenye EP yake ambayo aliweza kuitoa mwaka 2022. Uzalishaji wa mziki eh, huyu pia anaweza kwa ni, an, pia huyu naye ni producer ambaye anaweza akaproduce nyimbo tofauti tofauti za wasanii, lakini pia amefanya kazi e, za wasanii kama mwaka 2017 alianza kama vile amekonda mziki ume

ni kiki ambayo labda pengine mdao wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, tupe mtazamo wako kwenye uwanja comment hapo, usije kusubscribe kulike, kushare, utakuwa umetisha kinoma noma. chao chao.